Haumtaki Kristo utaki Kristo popote, ni dhambi, ni dhambi na umwagikaji wa damu na mauti na dhambi, na dhambi na umwagikaji wa damu hiyo ndio umeandika kwenye TV. Injili utaki. Ikifika saa mbili usiku, all national TV stations soap operas, Baby, I love you, watu wanabusiana hapo kwenye TV, hiyo si chafu, lakini injili no Tasahii nikitangaza program zangu kwenye national TV, nikiweka hata muujiza mmoja, wanasema toa hii, andika tu kwamba kona, toa hii. Lakini watu wanaonyeshwa wakiwa uchi. Angalia TV usiku saa tano, watoto hawalali, vijana hawalali, wanacheza na wamevaa kachupi kadogo hivi. Hizo ndio hizo ndio zinasemekana t Stick soap opera stick. Wanafundisha uganga. Afro cinema will be back shortly. Tudum, tudum, tudum. Jinsi watu wanavyodungana visu watu wanachukuliwa chukuliwa abduction. Si ajabu watu wanakuwa kuwa abducted. Si mmefundishwa kwenye TV? Na hiyo ndiyo mnataka, kula matunda uliopanda, mukiziweka kwenye TV. Abduction ya ki Nigeria. Unafikiria vijana wajifunzi.

free world. Mtoto ako na miaka kumi na miwili free anaenda huko na vijana. Hakuna siku hizi, hakuna mtoto anavaa skati, kila mtoto na kitu kingine kamembana hivi, hakuna mtu anaweza kum